Naam, tukisalia tu kwenye taarifa inayofungamana na siasa, gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka amesifia ushirikiano wake na uongozi wa serikali ko, akisema kuwa kaunti ya Bungoma imevuna pakubwa kutokana na maendeleo inayogharamiwa na serikali. Tazama. Biwa, nataka ni kushukuru kwa, kwa niaba ya watu ya Bungoma na hata hapa Kakamega, Western yote, ukitembea unaona kwamba chakula mwaka huu iko bora mahindi iko bora kweli ama urongo? The crop is very good. Tukushukuru kwa sababu ya ya program yako ya fertilizer. Substance fertilizer, na hii fertilizer tumetumia mwaka huu is the correct fertilizer, tutakuwa na chakula ya kutosha. Nikushukuru sana mheshimiwa Rais. Ya pili nikushukuru, najua maeneo haya pia imekuwa ni maeneo ya mambo ya sukari, sugar reforms zile ambayo umefanya katika sugar industry, nataka nikupongeze kule Bungoma Nzoya, yule ambaye amekuja kuchukua kufanya leasing ya factory ameingia, na tumeanza kuona mabadiliko. Mheshimiwa Rais, lazima nikushukuru. Ile imebaki tu kidogo ni ile balance ya wakulima ambayo najua serikali inashughulikia kuwalipa, ili huyu akichukua pia wakulima, wafanyikazi na kila mtu aweze kufurahia. Jana tayari wamechukua over Nzoya FC ambayo ilikuwa ina collapse, sasa inaenda kurudi kwenye league na hiyo ndio maendeleo ambayo tumeanza kuona katika sugar sector. Your Excellency, pia nataka nikushukuru kwa sababu kama Bungoma County tumepata level 6 hospital ambayo inaenda kuwa sponsored na ADB na serikali yako, mheshimiwa, tunakushukuru kwa sababu yale magonjwa ambayo imekuwa ikisumbua watu wetu kule Bungoma na Western kwa jumla sasa itakuwa sorted out kule kwetu Bungoma. Nikushukuru pia Mheshimiwa rais kwamba tayari tumeona Contractors wamerudi kwa zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama, hasa ile barabara ya misiku kwenda Naitiri ambayo ilikuwa imekwama. The contractor is back on site. Nataka tukushukuru sana kwa hiyo kazi ambayo unaendelea kutufanyia, na sisi tutasimama pamoja, mheshimiwa rais. Hakuna mtu anaenda kwa siasa kwenda kwa upinzani, unajipata kwa upinzani kwa bahati mbaya. Nataka kuwa mahali serikali, huko umesikia mambo mheshimiwa nabii amesema, ambayo mlichagua hapo, the benefits ambayo amepata kwa kuwa kwa serikali, na ndio mimi nimekuwa hapo. Inzi lazima akufe, lakini nategemea unakufa namna gani. Ile inzi iko na akili inakufia kwa maziwa, ile inzi njinga inakufia kwa choo. Mimi siwezi kufia kwa choo, mimi nakufia kwa maziwa, Mheshimiwa Rais.